Swadata so, na sasa tujielekeze moja kwa moja nchini Angola, huku tunaelezwa kwamba mazungumzo ya moja kwa moja kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 yataanza katika mji mkuu wa nchi Rwanda tarehe kumi na nane mwezi Machi mwaka 2025. Hayo yametolewa na ofisi ya rais wa Angola siku ya Jumatano. Kulizungumzia hili moja kwa moja, njiani masimu kutoka katika jiji la Nairobi nchini Kenya, na ungana na Mialano Tanganyika David ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, lakini pia mwenyekiti wa chama cha kisiasa cha Anapade. Mealano, pengine tuanzie hapa, hatua hii ambayo imechukuliwa na serikali ya Angola ina uzito kiasi gani? Hakuna jambo ambalo litabadilika ambalo Lorenso, rais wa Angola, ataleta mabadiliko, kama ameshindwa kudhibiti Paul Kagame na walikuwa na mchakato huo, Paul Kagame na Felix Chisekedi, kwa kutafuta suluhisho hii ya matatizo Nadhani halina uzito wowote wa ule, kwa sababu Lorenso akimwambia Chisekedi aongee ana kwa ana na M23 ni kuongeza machafuko zaidi, yani, ya machafuko mengine. Yaani mapendekezo hayo ya, ya Lorenso kwa Chisekedi hayana maana yoyote ya, ile hayana maana kabisa. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisikika siku za nyuma huko, siku zilizopita, akidai kwamba hatofanya mazungumzo na waasi wa M M23. Na kwa namna unavyoona, unadhani je, rais wa DRC atakutana na waasi wa M23? Rais Tshisekedi akikubali kushawishiwa na rais wa Angola Lorenzo, ajue anatafuta machafuko zaidi ya machafuko mengine, kwa sababu kikundi cha M23 kilionyesha serikali ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo madharau makubwa zaidi sana wakati kulikuwa maongezi na vikundi vingine ambavyo vinashikilia silaha ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, ambavyo mkutano huo ulikuwa akisimamiwa na aliyekuwa rais, rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta. Waliongea hapa wakazungumuza, lakini M23 haikufika hiyo ilionyesha picha ya madharau kwanza. Cha pili, serikali ya Kongo ikikubali kushaishiwa na serikali ya ya Lorenzo, yaani atakuwa anatafuta, kwa sababu makundi mengine yatajichomoza kuanza kupiga serikali ili serikali ipate kuongea na wao. Kitu kikubwa ambacho Tshisekedi anaweza akafanya kwa wakati huu si kukubali ma, maongezi ya, ya, ya, yake na nani hii na na M23, kikubwa akatae na azidi kukataa mpaka mwisho. Lakini akikubali kushaishiwa kushawishiwa na nani hii na Lorenzo, nchi ya Kongo kuliko kutafuta suluhisho, watazidi kwenda kuweka matatizo zidi ya matatizo mengine. Kama mkutano huu utafanyika, unadhani ni mambo gani au maswala gani ambayo yatazungumzwa kwenye mkutano huu au ni maswala gani ambayo yatatoa kipaumbele kwenye mkutano huu? kama mkutano ukifanyika Chisekedi akikubali kikubali kuongea na M23 e, masuala ambayo yatakuwa yata kipaumbele ni ile agenda ya M23 ambao wanalia kila siku wanalia kila wakati ipate kubadilika. Wanaomba nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo iwe nchi federal, na pili wanatetea wale wa Nyarwanda watusi ambao wanaitwa wanyamasisi wanauawa kila wakati wasiwe wanauawa, wapewe usalama na wapewe hifadhi katika jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Na hilo jambo wakianza kuongea juu ya hilo jambo, sijui kama Tshisekedi atakubaliana na wao, na ndio maana asijaona umuhimu wowote wa, wa mkutano huo kwa sasa. Hayo ndio maswa, maswala ambayo watakwenda kuwapea kwanza kipaumbele. Swala la pili kwa serikali ya, ya, ya DRC itaambia kwanza M23 isitishe map, map, mapigano na watoke yale maeneo yote ambayo wanashikilia. Hiyo kwanza, serikali itawapea M23 hayo, ma, hayo makataa, na M23 nayo itapea serikali ma, makataa ya kwake ya kusema wakubaliane ule mkataba wa tariki ishirini na tatu mwezi wa tatu. Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo imekuwa ikinyoshea kidole cha lawama nchi ya Rwanda kusaidia waasi wa M23 katika machafuko ambayo yanaendelea huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, lakini wa katika, katika tangazo ambalo limetolewa na serikali ya Angola hatujasikia Rwanda kuhusishwa na mazungumzo hayo ambayo inasemekana yatafanyika Machi 18 mwaka huu. Nadhani kuna umuhimu pia wa Rwanda kushiriki katika mazungumzo hayo. Haina budi Rwanda ishirikishwe katika mazungumzo haya kadiri ya plani ya rais wa Angola Lorenzo. Yeye anazidi kushawishi Tshisekedi aongee na kikundi hicho ambacho kinashikilia silaha sasa. Kama uh, Rwanda inaweza kuhusishwa, kwa sababu Rwanda ndio anaonekana mdhamini mkuu wa kikundi cha M23, kwa, kwa kuleta machafuko katika uh, uh, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kama itahitajika lakini sidhani kama Paul Kagame hatahitajika katika mazungumzo haya, mpango huu unaweza kufanikiwa. Lasha mpango huu hautafanikiwa kwa sababu ya nini? Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anatukiangalia zaidi sana ni uzito wa vikundi ambavyo vinashikilia silaha. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akisema ya kwamba azungumuze na kikundi cha M23 Itamulazimu akubaliane na yale matakwa ya M23. Na kama akikubaliana na hayo matakwa ya M23 ni kitu gani ambacho kitakuja next? Labda kutakuja sasa makundi mengine yatajitokeza ambao yatakuwa na nguvu zaidi kuliko M23. Je, atatatua hayo matatizo namna gani? Kwa sababu kuna ugumu mzito zaidi sana ambao hata yeye Chisekedi unamzidi fikra unahitaji wataalamu wa mambo ya kidiplomasia na wataalamu wa mambo ya kisiasa ili wazidi kumshauri zaidi sana Rais Tshisekedi. Taarifa ambazo tumezipokea hivi punde tunasema kwamba nchi za Jumuiya ya Maendeleo kusini mwa Afrika SADC, walikutana katika mkutano ambao ulifanyika kwa njia ya mtandao kutoka moja kwa moja huko nchini Zimbabwe na wakakubaliana kwa sauti moja kwamba waondoe vikosi vyao nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umepokeaje taarifa hizi? Taarifa hiyo nimeipokea kwa masikitiko. Kwa sababu ya nini? Kwa nini vikosi hivyo vya SADEK viondolewe katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi hiyo haijapata suluhisho ya amani? Na tusisahau ya kwamba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mwanamemba wa nchi za SADEK na nchi za SADEK zikisema ya kwamba zinaondoa wanajeshi wao ambao wanasaidia jeshi la serikali ya Kongo kulinda amani na kuleta amani mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo tunaona kuna mchezo fulani wa kisiasa unaendelea hapo chini kwa chini. Kwa hilo mimi kama vile e, mwanaharakati wa kisiasa tena ukiongozi wa chama cha kisiasa sijaona kama ni jambo ambalo lina, lina umuhimu zaidi sana kwa wakati huu. Unijibu kwa uchache kabisa kama sekunde 30, hivi kuondoka kwa vikosi vya SADC nchini DRC kutaathiri kiasi gani mchakato wa kurejesha amani nchini humo? Ndiyo uh, kitaathiri kitu kikubwa zaidi sana, kwa sababu cha kwanza hao wanajeshi wa SADC walikuwa wakisaidia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulinda amani na kuleta amani na kupambana na vikosi ambavyo vinasumbua amani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mojawapo kikosi cha M23. Na kwenda kwa vikosi hivyo kurudi kwao itaonekana ya kwamba eh, SADC haina tena umuhimu ndani ya vita ambavyo vinapitia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sasa kama mwanamemba wa SADC kitakuwa kitafunza kitu gani? Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye ni mwanamemba, na wao ni wajibu wao kusaidia ndugu yao a akiwa ndani ya matatizo, ndani ya shida kama na hii, kwa sababu kitaathiri kikubwa kwa sababu kutakuwa na pengo kubwa. Hao wakiondoka kurudi kwa kwao, itawapa maadui wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwanya wa kupenyeza na kuendelea na ajenda yao ya kushika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama ilivyo plani yao. mi ala notangani a David, mimi ni kushukuru sana kwa kuzungumza nasi na mi nimeshukuru sana ndugu mtangazaji.